Wakumbusha wapenzi watazamaji na mfatilaji wetu, bado tunahitaji kama alivyosema Sheikh Shafii, hatuna kamera, tunazo lakini za kawaida. Hatuna laptop, laptop ku export kazi masaa manne, na vifaa vya kwenda kufanyia kazi kijijini hmm. Lazima tupate vifaa vya live maspeaker, ili tukienda vijijini tuwe tunarusha vipindi live na mjionee. Na juzi nafikiri tulituma Sheikh Shafii tulituma na lakini pale watu wengi chini, basi live, umeiona umeiona kwamba watu wanataka live, lakini ndio hivyo vifaa vya live hatuna mm. si tunahitaji sana kwenda live? si tuna maneno tu ya kusema mm. tumesoma kwa ajili ya kulingania, lakini wewe sasa ndio mm, unatakiwa sasa usapoti hii kazi, ili tuweze kulingania kwa ukweli. Kifaa cha live tunakihitaji sana, ili tuweze kuwa kuwa wanavyo katika kufanya kazi ya Allah subhana. Watu wengi wana comment hivyo kwamba wengine wanatuambia, picha mbaya Boli, picha mbaya, kwa sababu kamera zetu sio nzuri mm -hmm. Mbovu, tunazo kamera mbovu. Kwa hiyo sasa tutafutie kamera zilizokuwa nzuri, ili picha ikae. Lakini Sheikh Shafi ujue, mm -hmm. kuna kuna watu mtu akitu, akikuona Sheikh Shafi online hivi, akikuona katika mitandao, anajue Sheikh Shafi ni tajiri, ana pesa. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo, na maana unakuta kuna watu wanapiga simu bwana mi Sheikh Shafii nataka nijua unilelee, maana mi napokeaga simu mm -hmm. unilee nisomee nini? Yani anavo anavyotufikiria na hali halisi sio sawa. Mtu anataka tuje tumlee tumsomeshe tufanye hivi, kwa maana labda kama tuna taasisi, lakini tuna mipango ya taasisi. La, uelezee uchambue kidogo. Ni kweli jana mi nimepokea simu, jana tu. Jana kuna mtu sijui kwa wapi kamkakupigia simu ukampa namba yangu mm-hmm yeye, sijui ananishuguliaje mi, anasema nimsaidia na shughuli ya maulidi kama hiyo wa Mtwara Mtwara. Kwa hiyo wanahitaji mimi nichangia, lakini sio hivyo tu. Kuna watu wanahitaji visima, wanakuja kwangu mimi, bwana, tunahitaji visima vya madrasa vya msikiti. Kuna watu wanahitaji kusoma yeah. Wananiuliza, tutakuja tukakaa kwako tu hapo <laughs> sasa mwisho wa siku unaangalia mimi mwenye hata basikeli sina. Sasa inafika mara unawaza, lakini sasa ule muonekano wa watu wanapokuona wanapokutazama hivi kwenye Ustadh Shafii Online TV katika vipindi hawaamini kwamba wao na maisha fulani, mi na maisha ya kawaida sana. Maisha ya tembele na mlenda ndiyo maisha yangu. Mi nikikwambia hata basikeli sina, we amini hilo. Napanda nakutana na, na waslamu kwenye madaladala kwenye mabodaboda. Mimi sio mtu hivyo wa kujivuna hivyo, lakini vile vile sina uwezo, watu wanaodhania. Kwa hiyo wale mnaodhania kwamba wengi mnahitaji kusoma, ndio kwanza tunapambana, ndio tuna kwanza tunapambana tuanzishe taasisi tupate madrasa kubwa ya kusomesha. Tuombeni dua, na wahisani mnahitajika, ili mjitokeze tuifanye hii kazi. Kweli kabisa, ni kweli unachokisema. Watu wao wananipigia simu sana, na bajeti ya visima hapa, madrasa zinazotaka kujengwa, si ya watoto yatima hapa, yaani, na watu zaidi ya kibao, wengine wanataka kuhamia kabisa kuja kusoma. Mabu na mabwana mi, sina chochote mi, kazi yangu kusema, ila tuombeeni dua, ndio tuna mipango hiyo. Mungu akipenda inshallah atatufanyia. no, no, no, no. neno la mwisho ni waambie Waislam popote duniani, sapoteni dini yenu. Maisha yetu mafupi sana, itafika mahala tutakwenda katika mwana wa ndani, na tukishafika katika mwana wa ndani, wallahi wabillahi, utakumbuka siku ukifa, ndo utamwambia Mwenyezi Mungu laula akhartani ila ajarin karib, eo Mwenyezi Mungu miundiye nichelewesha muda mdogo tu. Fa asswadaqa wa akun minsalehin, nikatoa sadaka na nikawa miongoni mwa watu wema. Tazama, mtu anapokufa kwenda kaburini, jambo la kwanza analolihitaji yeye lau kama Mungu angemrudisha duniani akatoa sadaka. Sadaka inayosemekana ni sadaka ambayo itakuwa sadaka tujaria, sadaka yenye kuendelea katika maisha yako, sadaka yenye kuendelea. Umenunua vifaa vya dini, umechimba kisima, umejenga madrasa, umetengeneza msikiti, basi kila anayekuja kutumia yule, atakayesikiliza kama msikiti akisema alhamdulillahi rabbil alamin, kila herufi moja utapata thawabu kumi kabulini mwako mpaka siku ya Kiyama. Ikiwa kamera kila tukisema mzee wako anapata na wewe mwenyewe unapata kule tabulini. Kwa hiyo hii ndio sadaka yenye kuendelea. Lakini cha pili, Sheikh Mudi, niwaambie kutoa ndio kunaleta mafanikio. Malaika wanaamka asubuhi, wanaambia Mwenyezi Mungu, mpe anayetoa halafa yaani badala yake mpe anayetoa na mpe aliyekuwa ubakhili talafa mpe maangamizo. Kutoa huku ndio kunasababisha mambo yako yaende vizuri, na ubakhili ndio unasababisha mambo yako yaende mabaya. Mungu katika Qur'an anasema, fa amma man ata, yule ambaye atakayetoa pesa yake kwa ajili ya dini, wataqa, kisha akawa mcha Mungu, wasaddaqa bilhusna, akakubali kwa kufanya matendo mema fasanuyassiruhu lilyusra, Mungu anasema maisha yake yote tutamfanyia kwa wepesi. Lakini wa amma man bakhila, yule atakayekuwa mbakhili kwa ajili ya dini, mbakhili kwa ajili ya dini. Hakuna mtu mbakhili duniani hapa, kazungumzwa kwa ajili ya dini. Kuna watu wana pesa hawatoi kwenye dini, kwenye pombe watatoa, kwenye wanawake watatoa, kwenye mambo ya anasa watatoa. Wa amma man bakhila, yule atakayekuwa mbakhili wastaghana, akajivuna eh jivuna wakadhaba bil usna, akaukadhibisha ule wema. Allah anasema fasanu yasiru lil usra, maisha yake tutamwekea nati kuanzia duniani mpaka akhira. na kuombeni Waislamu tusupport dini ya mwenyezi Mungu. Namba zetu zitapita chini hapo, wapige waseme na shida kuongea na sheshafi, watazungumza na sisi shafi. Labda kuna baadhi ya watu katika online kusoma comment zao, wanazungumza wanaulizia labda kinachotakiwa nini na nini So nili si shida, sasa tuna shida na kamera. Unajua kamera hizi zinatupa shida, hizi tuna shida nazo kamera. Tukipata hata tatu mbili, lakini ziwe kamera kweli, sio kamera hizi ambazo hazina uwezo naona, lakini kamera zipo ambazo zina uwezo, zina thamani ya kuanzia milioni tatu, milioni nne, milioni tano mpaka milioni ishirini. Kwa hiyo yeah. zipo kamera namna hiyo ambazo zina uwezo mkubwa wa kufanya matukio. Lakini kamera tukiwa nazo kama tatu, zinaweza kuchukua hapa, zikachukua hapa, zikachukua hapa, zikachukua hapa. Hata namna ya upatikanaji wa mashehe leo, director moja atakuwepo kwa shehe huyu, mwingine atakuwepo pale, mwingine atakuwepo pale, ko tutakuwa tunapata mafundisho mengi sana. Lakini kifaa cha live, kifaa cha live bado tunakihitaji. Kifaa cha live nacho kina kina kina kina nani yake, yaani kina ukubwa wake, kipo kinaanzia milioni moja na nusu, milioni mbili. Kila kinavyozidi kwenda juu Ndipo dipondo ubora ndo unaongezeka. Kwa hiyo mtu anaweza akajitokeza hivyo, lakini tunahitaji laptop ambazo zina ukubwa wa kuweza kufanya kazi nyingine. Hapa una export kazi masaa matatu manne, kazi haijaenda. Kwa nini? udogo ile laptop, unaona? Kwa hiyo tunahitaji hivyo, tunahitaji vitu vya ofisini, meza, viti, IC, yaani tunahitaji vitu ambavyo vingi. Kwa hiyo mtu mwenyewe ataona kile ambacho anachoweza kuchangia, lakini pia tunahitaji namna ya safari kusafiri kuelekea vijijini, kwa sababu sasa hivi mvua zimeisha, dawa sasa zinakwenda vijini. Tulitangaza tunataka misahafu, umetokea watu wachache. Tunataka majuzo, umetokea watu wachache. Lakini sasa tukiwa na kamera, manake kazi wanaoitoa wataiona.